hapa Morogoro kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa waratibu wa uh, wanawake katika mikoa yote Tanzania, wana, waratibu wa wanawake wa TANROADS katika mikoa yote Tanzania na lengo la uh, mafunzo haya ni kuwakumbusha wajibu wao katika kufanya katika kusimamia kazi ambazo zinafanywa na makandarasi wanawake katika mikoa yao. Tunaamini kwamba kupitia wao tutaongeza idadi ya makandarasi wanawake ambao wanafanya kazi katika mikoa yao. Mategemeo baada ya kutoka kwenye semina hii ya leo, tunategemea kwenda kuwashirikisha wanawake wengi kwenye sekta ya ujenzi kwa maana ya kuwaelimisha, lakini kuwatia moyo, lakini kuongoza kwa namna moja ama nyingine, ili waweze kushiriki zaidi kwenye hizi kazi za ujenzi, lakini pia kuwatia moyo mabinti, wasichana wadogo ambao wanaona ni ngumu kufanya kazi za uhandisi, wanaona ni ngumu kusoma masomo ya sayansi. Naishukuru serikali yangu kwa kuendelea kusapoti wanawake katika kazi nyingi za barabara, kwani tumeona wanawake wengi wanapatisipeti katika miradi mbalimbali kwenye miradi ya labor base, lakini hata miradi mikubwa wanawake wameendelea kuparticipate, lakini nilikuwa naenda kuiomba pia serikali yangu iongeze juhudi katika kuongeza idadi au namba ya wanawake wengi ili wapate fursa katika kushiriki katika miradi mikubwa mbalimbali mbali ya kitaifa ambayo inaendelea, kwa hiyo pale wanawake wengi tunapata fursa na nafasi ya kujifunza mambo mengi zaidi.